Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kuja, lakini pili nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa fursa na nafasi hii ya kuweza kukutana. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tumewaiteni hapa, tunayo taarifa mahususi kwa wanachama na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Tunatarajia kupokea ugeni wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, mzee wetu Stephen Wassira mnamo tarehe kumi na sita jioni, akitokea mkoa wa Songwe. Na tarehe kumi na saba tutafanya mapokezi rasmi ya kimkoa na ataanza shughuli rasmi hapa mkoani kwetu, na atakuwepo hapa mkoani kwetu kwa takribani siku nne. Ataanza shughuli rasmi tarehe kumi na saba asubuhi, tutampokea hapa ofisini na tutafanya mapokezi ya kiitifaki ya kimkoa, na baada ya mapokezi hayo atakutana na halmashauri kuu ya CCM ya mkoa iliyoboreshwa, kikao cha ndani kuzungumza na wanachama lakini mchana atafanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Kabwe akizungumza na wana CCM na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo napenda nichukue fursa hii na rai kuwaalika wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kujitokeza hii tarehe kumi na saba majira ya saa nane mchana pale Kabwe, ili waweze kupata fursa na nafasi ya kuzungumza na kiongozi wetu. Lakini tarehe kumi na nane ataendelea na ziara yake, atakwenda wilaya ya Kiela na atakapokuwa anaelekea Kyela atawasalimia wananchi wilaya ya Rungwe pale Tukuyu, majira kuanzia majira ya saa tatu asubuhi mpaka saa tano atazungumza nao hapo. Na baada ya kuzungumza na wananchi wilaya ya Rungwe pale Tukuyu, ataelekea Kyela, na pale Kyela atafanya kikao cha ndani cha halmashauri kuu ya CCM ya wilaya iliyoboreshwa, kuzungumza na wanachama mambo mbalimbali, na baadaye atapumzika. Tarehe 19 ataelekea wilaya ya Mbalali iliyoko mkoa wetu wa Mbeya. Huko nako mzee Stephen Wassira atafanya mambo makubwa. Kikubwa atakachokifanya pale pamoja na vikao mbalimbali vya chama vya ndani, lakini bado atafanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Ubaruku kuzungumza na wananchi wote wa wilaya ya Mbalali na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya watakaoendelea kutamani kusikia sauti yake na kauli zake juu ya msimamo na heshima ya chama chetu na tarehe ishirini atahitimisha ziara yake hapa mjini kwa kukagua baadhi ya miradi ya serikali iliyotekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi hiki cha ishirini mpaka hii ishirini na tano lakini baada ya kufanya hilo zoezi, bado atazungumza na wakulima wote, wafugaji na wafanyabiashara katika ukumbi wa Eden hoteli hapa Mbeya mjini, na hicho kikao cha kuzungumza na wakulima, wafugaji, wafanyabiashara na vyama vya ushirika kitafanyika katika ukumbi wa Eden hoteli majira ya saa sita mchano. Napenda nichukue nafasi hii kurudia tena kuwaalika wanachama wote na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kujitokeza, na sote tukumbuke kwamba mzee wetu Stephen Wassira amepata nafasi hii mwezi wa kwanza alipochaguliwa na mkutano mkuu kwa kishindo kikubwa. Kwa kwetu ni mara ya kwanza kubwa na ni heshima kubwa sana, lakini naomba niwakumbushe wanachama wakumbuke kwamba huyu ndio kiongozi wa pili kwa ukubwa ndani ya chama chetu, akitoka mwenyekiti, anayefuata ni makamu mwenyekiti ambaye ni yeye. Kwa hiyo huyu anayekuja haswa ndiyo mwenye serikali hii. Kwa ndai yangu ni kuwaona wana CCM wote popote walipo kwa wingi wetu, wanachama wote zaidi ya laki nne na elfu sabini na tano natamani kuwaona mkijitokeza maeneo mbalimbali kumlaki, kumpokea na kumwonyesha uhai wa chama chetu. Sina mashaka kwa wananchi, naamini wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa wananchi nao, nitumia raha hii kuwaalika mje msikie, mje mzungumze na chama chenye serikali ili muweze kujitendea haki.